Ni wachezaji wa RS Berkane hawa. Ni wapinzani wa Simba Sports Club kesho katika mchezo wao wa second leg ambao utachezwa katika uwanja huu wa Amani Stadium hapa Zanzibar. Kikosi cha RS Berkane tayari kimeanza mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo huo. Kikosi cha AS Berkane kilipata matokeo ya goli mbili kwa sifuri dhidi ya Simba Sports Club. Je, Simba atakwenda kupata matokeo na kuhakikisha kwamba mabaki na kombe? Kikosi cha AS Berkane tayari kimeanza mazoezi yake ya mwisho hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa katika upande wao kikosi cha AS Berkane. Hii ni Karima Story TV, ni kukuletea yale yote ambayo yanaendelea hapa. <coughs> huna hmm? Yeah. Nini watatu ah! Hapa wako na kikosi cha Berkane katika dimba hili hmm. Mazoezi ya mwisho wakifanya umuankami sawa, kuelekea mchezo huo fainali ya pili

watatu hapa wako na kikosi cha RS Berkane katika dimba hili, mazoezi ya mwisho wakifanya vumu kao awekamili sawa n kuelekea mchezo huo wa fainali ya pili akukesho k

ni wachezaji wa RS Berkane hawa ni wapinzani wa Simba Sports Club kesho katika mchezo wao wa second leg ambao utachezwa katika uwanja huu wa Amani Stadium hapa Zanzibar. Kikosi cha RS Berkane tayari kimeanza mazoezi ya mwisho kuelekea katika